Ni Baraka1 TV moja kwa moja kutoka DRC, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utaweza kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Kamanyola: mapigano makali yaripotiwa kati ya FRDC, Wazalendo pamoja na M 23. Kinshasa: rais Felix Antoani Chisekedi Chilombo aidi amani ya kudumu chini jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uvira: Wazalendo watakiwa kutetea taifa na sio kuwategemea FRDC. Naam, ikiwa ni tarehe sita za mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano saa kumi na mbili saa za afrika kati ya kati asubuhi, ikiwa ni saa moja majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka tu kwamba mzalendo bado ikunaendelea na kama ujaungana na operesheni hiyo, tafadhali tumia namba kwa skrini yako hapo ili uweze kuwasiliana na Baraka1 TV na pia tembelea Baraka1 TV Channel 2 ili uweze kukutana na matukio mbalimbali yanayozidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Kamanyola. Mapigano makali yaripotiwa Kamanyola kati ya Wazalendo na M23. Mapema hiyo tarehe tano za mwezi wa tano 2025 kumeripotiwa mapigano makali ya kati ya Wazalendo wakitwangana na magaidi wa M23 eneo la Katogota karibu na Kamanyola. Baada ya masaa kadhaa ya mapigano, magaidi walikimbia eneo la Katogota, huku wakikimbilia Kamanyola, na mapigano hayo yalifanya Wazalendo kuingia eneo hilo, huku magaidi pia wakipata msaada kutoka nchini Rwanda. Mashuhuda wa eneo hilo wanatueleza kwamba milolongo ya wanajeshi kutoka Rwanda ndio walioingia eneo la Kamanyola ili kuja kuongeza nguvu kwa yale ambayo yakunazidi kuendelea ndani ya Kamanyola. Ule msaliti, acha niseme msaliti yule aliyeuzisha ndugu yake karoti, nisikie iko nasema, iko nahitaji kama wamama waende kamata masasi, sakimwa masasi Katogota. <laughs> mbona siasikia karoti tena leo, saseme karoti iko wapi mm? Karoti iko wapi? mbona siasikia tena kisa nacheka asika. <laughs> se niganga, niganga, <laughs> <Notable> niganga. <laughs> ni niganga, acha nimwambie kama mwenye kwa namwambia ni ya kitumba. <laughs> karoti ingekuwa najua kama mpambanaji mkubwa wako ndani ya tere. Acha kujitapa karoti. Simama tena kwenye mlango useme kama waji kuchukua tena watoto hao, wanakuja sasa katogota wanawasha kamata katogota hivyo, wanaingia kamanyola na kamanyola biento yote takuwa kontrole. E, unasimamia wapi Karoti? Tuambie ukweli, uko wapi? Tuko na kutafuta kumaradara ku, ku, ku tuyasikia gisi utacheza. Unakuwa saa mtoto mwenye anataka anataka bui na hali lakini, anataka boy, unataka kukombolewa? Tunakuja kukutosha au, mko katika M23? Nadhani ushakosa gisa kutoka mwa M23, ufuate Wazalendo. Tunakuja kuchukua Karoti, wewe mtoto mpotezi. Ha, ulipotea mtoto mpotevu, mpotevu kabisa. Karoti, nakuja kuchukua, uache kupotea potea. Ha, nakuja kuchukua. Karoti, uko wapi? <laughs> karoti karoti, weyo karoti, umepita wapi leo? Watoto wamekuja. Eh, wamekuja, wako na hamu sana, wako na kiu ya kunywa maji ya Kamanyola leo ha? Na leo kesho tutaikunywa kama maji ya Kamanyola yote ya Sampursa eh, karoti banakimbia tunaona zingine masura za mpya zinakuyaaaaandauuazingiezampyampyaau hmm. zingine za na baada ya taarifa hizo kutoka kama nyola, moja kwa moja tuingie jijini Kinshasa, makao makuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ambako Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ahidi amani ya kudumu mashariki mwa DRC. Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akiwahutubia kwenye kongamano jijini Kinshasa, aliweza kusitiza dhidi ya mikataba iliyosainiwa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Marekani pamoja na nchi ya Rwanda kwamba ni kwa kwa manufaa ya wananchi wa DRC. Lengo kuu la mikataba hiyo ni kutaka kuleta amani ya kudumu na sio kama inavyosemwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, huku wanasiasa wa upinzani wakijaribu kukejeli mikataba iliyosainiwa kati ya Kongo, Rwanda pamoja na Marekani. Mengi na zaidi, huyu hapa rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. euh, alors à propos de de ces cette déclaration de de principe vous le dites

Upande mwingine huko Manyema, watoto wa Manyema walahani kukamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa viongozi mbalimbali mbali wa mkoani Manyema, akiwemo pia waziri mkuu wa zamani Bwana Matata Mponyo. Mengine zaidi awa hapa wakaaji kutoka maeneo ya Manyema Esha

donne l'expression comme si la République appartient à une tribu quelconque ou à une catégorie de Congolais bien déterminée. Huko nasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa moja majira ya Afrika Mashariki. Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga, Egide Kizenga Tembele Kizabe ayeba king sele the only one king. Ukiwa unasikiliza Baraka 1 TV unapata matangazo yetu kutoka nchini Marekani USA, Australia, Canada, Europe pamoja na Central na East Africa pia na South Africa. Na baada ya matangazo hayo moja kwa moja tui turudi ndani ya jiji la Uvira ambako wazalendo watakiwa kutetea taifa na sio kuwategemea wanajeshi wa FARDC. Wazalendo ndio wanaotakiwa kuweza kutetea taifa zaidi sana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya mikoa ya Kivu ya kusini pamoja na Kivu ya kaskazini na sio kutegemea jeshi la taifa ambalo ni FARDC kutokana na usaliti unaozidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku majeshi ya FRDC wakipewa mizigo ya kuungana na magaidi wa M23, huku makamanda wakila rushwa za Joseph Kabila pamoja na magaidi wa M23. Wachambuzi mbalimbali wa siasa wanaotaka wazalendo waweze kutetea taifa ipasavyo na sio kuwategemea FRDC. Mengi na zaidi awapo wachambuzi wa siasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo

Ma, maarme zote zenyi zilikuwa mwa mwaile bato munazipakula munazibeba zi, muna kumapozisio ku za wazalendo bakia wakia paa balalamike na mulisha kabata -nani zile maarme vile mnapaswa tumika, hapana kulala usingizi. Mie nilibambia kama siamini FRDC kuwa ni basoda ya Kongo. FRDC ni basoda ya Rwanda tayari, wanaongozwa na kabila muzungu. Basi iko Kongo muzungu haiko Kongo, kama abangelikuwa basoda ya ya nani ya Rwanda, ya banyarwanda, benye wanaongozwa na Rwanda juu ya nini hawawezi kujiretira bana, sema siye tangia leo hatutakuwa hatutaitwa FRDC, tunajiunga na bazalendo mara moja, na siye tunaanza kupambana vita pamoja na bazalendo. Men abo bako banatafuta tu mpaka bajionyeshe wazi mufungue macho na muone mbali sababu bale bajama bako pale Uvira bako na, ba, na mwenyana baweka pale nikanambezwa na baweka pale, eh, pale mufungue macho, musije mukakamatiwe mateka bila kujua. Nilimambiaka ile ukuta wenu yenyu mulijengaka munaitaka seme mulishaka jenga ukuta abawezi kamata Uvira oruke bako muuvira vile vile, eh namna hapo, ndipo tunakwenda kuongoa nanga kwa matangazo yetu ya asubuhi ya saa kumi na mbili Afrika ya kati, saa moja majira ya Afrika Mashariki. Rajabu Akili Kabonga, DJP. Endelea pia kuwa na Baraka1 TV ambako utakutana na matukio mengi mengi yanazidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane saa kumi na mbili jioni, saa sita mchana, pamoja na saa tisa ambako utakutana na matukio mengine kutoka Baraka1 TV.